Na hata kwa uteuzi tutapeleka barua kwenye vyama vyote 18 hatutapeleka taarifa kwenye chama kimoja kwa sababu automatic kimejiondoa kwenye harakati za masuala ya uchaguzi mwaka 2025. Sasa mtu anaweza kadhania kwamba tuna ana, anaweza akasaini kesho. Hapana, signing ilikuwa ni leo. Saizi tunazipeleka kwa ajili ya mpiga chapa aweze kuzitoa kwenye ya serikali ili kutumika rasmi. Kwa ambacho akikuja leo hakiwezi kutoa fursa kesho.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 kwa sababu ni hiari kusaini maadili. Visiposaini huwezi kuwa kutajwa kwamba umesaini maadili. Kwa hiyo sisi tuliwatumia wote barua na kadi wasiwa, tuliwapigia pia na simu za mkononi. Wakumbusha kwamba tupe nane nane kuja kusaini. Sasa kama ametumia mfumo huu sawa, kama hajatumia mfumo huu sawa, basi sisi tulikwenda tunataka awe amefika kwenye ukumbi huu na kusaini. Ahiaagwa kutokusaini kwa namna mtu anayetaka kuitoae, atoe kwenye mitandao ya kijamii, atoe kwenye nini chochote kile, sisi tulikuwa na mtambua aje kwa hiyo hamkupata taarifa rasmi? Taarifa rasmi ni kwamba hatukupata, kwa sababu hakuja hapa kwenye ukumbi. Hatukuambia chama kitujibu kwamba nitakuja, usiji, siji si tujiongeza, tukuambia kwa pafuza kama umesahau unatakiwa uje tarehe kumi na mbili.